Maandamano ya Jumamosi yaliyoandaliwa na kundi moja mjini Bondo kushinikiza kung'olewa kwa gavana James Orengo kutokana na madai ya kuhujumu kinara wa ODM Raila Odinga. Wakazi hao walipuuza shutuma dhidi ya Raila wakati wa mazishi ya msaidizi wake wa muda mrefu George Odor. Vilevile walimwiza kinara huyo wa ODM kutuliza joto la kisiasa katika chama cha ODM.

Nasikia hapo nyuma ati watu wanasema ati impeachment. Impeachment ya nini? Kwani siasa yetu mtu akisema kitu vizuri ama akiongelea maneno mabaya ambayo wanafaa warekebishe, wanasema impeachment? Kwani hii siasa ya hata ya saa inaelekea wapi? and we are we are very sure and we believe that uh, uh, at the end of this uh, term,